Vijana mwenyekiti wa vijana walikuruka wa kwa sababu waliona mvua inakuja, lakini lazima mwenyekiti wa vijana wa taifa azungumze. Njoo bwana, njoo Deogratius Mahinyira. Msikilize mashine hii, kijana wa Chadema. Miaka kadhaa iliyopita nilikuwa mwenyekiti wa vijana wakati katibu mkuu wetu akiwa Dr Slaa. Huyu ni wakili wa mahakama kuu ya Tanzania kijana kadogo akili nyingi, lakini sisi hemu mzee kama Wasira akili mmenielewa hapo sasa. Haka ka kijana umbo dogo uzito wa hoja tani mia tano. Msikilizeni mwenyekiti wetu wa vijana awasalimie, alafu yeye mwenyewe atafunga mkutano kwa heshima niliompa. Mungu awabariki sana, lakini kabla sijamalizia naomba ile ile nanii tunahitaji kujenga chama hiki na ili kichama kisiwe mikononi mwa